Ndugu zetu wachungaji hawaonyeshi kujali na kuishi sawa kwa kuonyesha shauku, interest, kuhusu swala hili la matengenezo ya afya. Hiyo ni swali la Roho ya Unabii, linauliza kwa nini. Kiingereza anasema why do some of our ministering brothers manifest so little interest in health reform? Roho ya Unabii inajibu It is because instructions on temperance in all things is opposed to their practice of self-indulgence. Kiswahili. Kwa nini wana, wana, wa haonyeshi shauku? Ni kwa sababu maagizo ya matengenezo ya afya yanakuwa kinyume na matazamio na mapenzi yao. Kwa hiyo wachungaji unisikilize, ikiwa huna interest ya matengenezo ya afya, uwe mwangalifu. Sikiliza hili linalokujia. In some places, katika sehemu zingine. This has been the greatest stumbling block in the way of our bringing the people to investigate and practice and teach health reform. Katika baadhi ya sehemu hili limeleta kikwazo kikubwa kinazuia washiriki wasijifunze na kuchunguza juu ya matengenezo ya afya. Sasa sikiliza, mchungaji wangu Singo, nimekutaja kwa sababu kijana wangu, si kwamba una kasoro kwenye hizi, hapana. Nazungumzia wachungaji na wafahamu wakina Masomola. Eh, wakina nani? Mwanafunzi wangu Mpwani, Dr. Mpwani, sikilizeni wachungaji. No man should be set apart as a teacher of the people while his own teaching or example contradicts the testimony God has given his servants to bear in regard to date, for this will bring confusion. Mtu awaye yeyote asiwekewe mikono, asitengwe kwa kazi maalum wakati maisha yake mwenyewe yanapingana na mafundisho ya matengenezo ya afya. Wachungaji mko hapo? Ikiwa wewe mchungaji umeshatengwa set apart kwa ajili ya kazi takatifu, lakini maisha yako hukubaliani na matengenezo ya afya, usifundishe. No man should be set apart, usifundishe washiriki watakuchora tu kwamba eh, huyu si yuko kinyume na matengenezo ya afya, sasa anasimama mbele zetu kufundisha, italeta confusion. Wale rafiki zangu nao wa matengenezo ya wa afya uh, wakikuta neno hili tayari wanasema SDA ni Babel, we nenda pole. Confusion ikija, sio kwamba ni Babel, nenda pole SDA haiwezi kuwa Babel na haitaweza kuwa. Naendelea hapa: His disregard of health reform unfits him to stand as the Lord's messenger. Kukataa kwake kutoku na kutokukubaliana kwake na matengenezo ya afya, huyu huyu mchungaji huyu hafai kusimama na kuwa kama mtendakazi wa Bwana. Mchungaji, unasikia kama uko kinyume na matengenezo ya afya, hufai. Haya ni maandiko, usije ukasema atenga bwana tenga. Soma hapo katika Kasedate ukurasa wa 453 ibara ya nne. Nimesema naleta kwa ajili ya watendakazi wa Injili kwa sababu tumezoea kuonywa sisi washiriki na wachungaji, lakini kumbe wachungaji nao wanaonywa na neno la Mungu, lakini hawapendi, hawataki kulisoma, hawataki kulisikia kwa sababu linakuwa kinyume na wanavyopenda wao, yaani nafsi zao. Let's go on, twende namba a, nikikomenti jua hayo Asiwepo yeyote anayetengwa kwa kazi maalum ya Injili wakati maisha yake hayakubaliana na matengenezo ya afya, kwa kuwa kufanya hivyo kutaleta machafuko na mafarakano na kupotosha ukweli wa Injili. Mchungaji uliowekwa ulio kinyume, mi nataka nkushauri, utaikuta hapa chini kidogo, anza kuacha kazi. Washiriki hawatatuvumilia kwa sababu wanajua hili tayari ninalosema, kwamba oh, kumbe mchungaji anaye kataa matengenezo ya afya ameambiwa hastahili. Wewe njoo kwenye makambi nitakayo kuwepo siku moja, utoke kwenye nyama zako pale, alafu uje nitakuonyesha kipengele cha kukuondoa mbele.